Sauti ya Roho Mtakatifu ndio mwongozo wa kuaminika zaidi kwa kila Mkristo. Uongozi wake ni njia ya uhakika kuelekea amani, kusudi na nguvu katika Mungu. Fikiria umesimama mahali pa njia panda, njia nyingi zikielekea pande tofauti. Kila njia inaonekana sawa, lakini ni moja tu inayokupeleka mahali unapotamani kufika. Bila dira au mwelekeo wazi, kupata njia sahihi linaloonekana kuwa ngumu sana. Lakini kuna mchungaji anayeaminika, anayejua kila njia, kila kona, na anayeahidi kukuongoza ufike salama. Hivi ndivyo ilivyo sauti ya Roho Mtakatifu. Kama vile mchungaji anavyowaita kondoo wake kwa majina na kuwaongoza kwenye malisho ya kijani, ndivyo Roho Mtakatifu huzungumza na wale wanaosikiza akiwaongoza kwenye kweli na baraka ya Mungu Muumba. Yesu alisema katika Yohana 10 mstari wa 27 kondoo wangu huisikia sauti yangu nami na wajua nao hunifuata. Sauti ya Roho Mtakatifu si ya mbali wala si ya watu wachache walioteuliwa tu. Sauti ya Roho Mtakatifu inapatikana kwa kila muumini anayetaka kutembea kwa ukaribu na Mungu lakini wengi hujiuliza jinsi ya kuitambua katikati ya kelele za maisha ya kila siku. Leo napenda kukutambulisha jinsi unavyoweza kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu kwa uwazi na ujasiri. Pia nitaomba sala yenye nguvu pamoja nawe baadaye, kwa jina kuu la Yesu. Hebu tufungue mioyo yetu ili kupokea baraka za mafundisho haya na maombi yanayofuata baadaye. Wapendwa katika Yesu, Roho Mtakatifu husema kwa sauti ya upole lakini iliyo wazi. Sauti yake haipigani na fujo zilizo nje, bali huja kwa mamlaka ya utulivu inayokatiza machanganyiko na mashaka. Fikiria nabii Eliya, baada ya kushusha moto kutoka mbinguni, alijikuta mwenyewe kwenye pango akiwa na hofu na hamu ya kumsikia Mungu. Katika Wafalme Kwanza sura ya 19 mstari wa 11 hadi 12, tunaona kwa mungu hakukuja katika upepo mkali wala katika tetemeko la ardhi wala katika moto mbali, alikuja katika sauti ndogo ya utulivu. Sauti hii ya upole ndiyo njia ya kumtakatifu kuzungumza. Hasikiki kwa makelele, mbali anaingia moyoni. Roho Mtakatifu hualika, halazimishi Anaita kwa upole ili usikie kwa masikio ya kiroho, si kwa masikio ya dunia. Tunaponyamazisha kelele za nje, mioyo yetu huwa tayari zaidi kwa mwongozo wake. Kama unavyotembea na rafiki yako kwenye njia tulivu, hauhitaji kupaza sauti, unawasikia kwa urahisi. Ndivyo ilivyo unapotoa nafasi moyoni mwako kwa Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu haitaleta hofu wala mkanganyiko na haipingani na neno la Mungu. Kila msukumo kutoka kwake unaambatana na upendo, amani na haki. Hivyo ni muhimu kulijua neno la Mungu ili kutambua sauti ya Roho wa Mungu. Zaburi sura ya 119 mstari wa 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Roho Mtakatifu hulionyesha neno na neno hudhibitisha sauti ya Roho Mtakatifu. Kusikia Roho Mtakatifu si kusikia tu, bali pia kuweka moyo sawa na matakwa yake. Unapojinyenyekeza mbele za Mungu, masikio yako ya kiroho hufunguka zaidi. Fikiria hadithi ya Samueli mdogo katika Samueli moja sura ya tatu, mstari wa tisa hadi kumi. Alipohitajika kumjibu Mungu, alisema, Sema Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Alikuja kwa unyenyekevu na utayari, si kwa madai na vita. Moyo uliosalimika huweka mazingira ya kusikia. Unapobadilisha sala zako kutoka Bwana bariki mipango yangu hadi Bwana nifunulie mipango yako, ndipo sauti ya Roho huonekana wazi. Methali tatu tano hadi sita inasema, Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Moyo uliolingana na mapenzi ya Mungu hutengeneza nafasi ya uongozi wa Roho. Hili linahitaji kujisalimisha kila siku. Yesu mwenyewe aliiga haya katika bustani ya Getsemane, si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Imani si kuamini tu, ni kutenda kila hatua ya imani hukufanya usie sa roho kwa uwazi zaidi, kama Abrahamu alivyotoka bila kujua alikokuwa anakwenda, lakini kwa kila hatua aliyochukua alisikia vizuri zaidi. Ni kama kutembea kwenye giza ukiwa na tochi ndogo. Mwanga unaongezeka unapojisogeza mbele. Ukibaki pale pale unabaki gizani, lakini kusonga mbele kunaleta ufunuo. Fikiria Petro alipotembea juu ya maji baada ya Yesu kumwambia njoo. Alimsikia Yesu kuliko upepo, lakini alipogeuka na kuangalia mawimbi akaanza kuzama. Hili linatufundisha kuwa imani huboresha usikivu, lakini hofu hupooza uwezo wa kusikia. Hata Gideoni aliyejisikia hana uwezo alisikia vizuri zaidi kila alipotii. Hatua ya imani huondoa hofu na kelele nyingine na hufanya sauti ya Roho kusikika zaidi. Wakorintho wa Pili sura ya tano mstari wa saba inasema, kwa maana twaende kwa imani si kwa kuona. Tuombe Mungu tupate kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, Mungu Mwenyezi, wewe unazungumza na dunia husikia. Wewe ni mchungaji mwaminifu unayeongoza kwa maji ya utulivu na kuhuisha nafsi yangu asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu anayeongoza kwenye kweli yote. Nisamehe kwa kila dhambi, kwa kupuuza msukumo wako na kwa kutegemea akili zangu, na waachilia walionikosea Baba, kata kelele zote za hofu, mashaka na mkanganyiko. Nakemea kila uongo wa adui kwa jina la Yesu. Natangaza kwamba nitatembea kwa imani, si kwa kuona. Nisaidie kusawazisha moyo wangu na mapenzi yako. Ninaomba baraka zako busara, ujasiri, amani na kusudi. Ponya sehemu zilizojeruhiwa ndani yangu. Ninatangaza afya njema juu ya kila ugonjwa na udhaifu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nijaze tena kwa nguvu zako, niimarishe, niongoze, ni kuabudu na nitii sauti yako. Ninalia kwa damu ya Yesu juu ya maisha yangu, familia yangu na kila eneo la maisha yangu. Hakuna silaha itakayofanika dhidi yangu, itakayofanikiwa. Ninaomba kwa jina kuu la Yesu Kristo, amin.